Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Hamis Abdullah Saidi amemtaka mkandarasi pamoja na watendaji kuongeza bidii katika utendaji wa kazi zao ili kufikia malengo ya mradi. Hayo ameeleza leo Novemba 25 katika ukaguzi wa mradi wa mjengo wa HEET ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA yaliyopo chini ya mradi wa HEET huko Tunguu, Wilaya ya Kati, Mkoa wa Kusini Unguja. <coughs>

Amesema hajaridhishwa na utendaji wa mkandarasi wa kampuni ya Mohamed Builders, hivyo amewataka kuhakikisha zana zote zinakamilishwa na kutumia vizuri Wizara ya Elimu ili kupeleka, na kupeleka changamoto zao ili kukamilisha ujenzi kwa wakati, kuhakikisha kwamba zana zote zinazotakiwa katika ujenzi huu zinakamilishwa, na hili ndio hizo. Pasuza majengo ni kitu kimoja, lakini kuna facilities. My understanding ni kwamba procedure za manunuzi zimeanza, ziendelee ili majengo tuwe tayari, vifaa viwepo tayari, tusije tukawa na mkwamo kwamba majengo yako kwa tayari, tunasubiri mzigo kwa Dubai, mzigo kwa China. Lazima plan iwe vizuri, kwamba tunategemea majengo haya bali June 2026 yako tayari, vifaa maybe one month before umeshafika kwa ajili ya kufanya assembly na installation. Agizo la tatu ni kwamba mwitumie, ni ushauri sasa. Sio mimi nilikuja ukumbi huu, changamoto yoyote ulete wizarani. Mpaka leo sijasikia changamoto yoyote na nilikupeni open check, kama ni vifaa mimi nitakwambia sisi tuna uwezo wa kutoa meli nyingine kajamikususha mzigo, sijapata any complaint. Kwa hiyo serikali inaendelea kuwa tayari kuwapa ushirikiano unaotakiwa ili mradi uweze kukamilika kwa wakati, vyenginevyo una mwanasheria ayuko, mtu wa manunuzi nani? Mtu wa manunuzi Mkataba wa watertight najua mmesha sign, uhakikishe tunafuatilia utekelezaji wa mkataba kwa mujibu. Kama kuna delay ya delivery, kuna reduction ya percentages iwe re na hayo malipo yako. Mtoa viongozi wa chuo muhakikishe mradi umejileje, tuangalie terms na mkataba zinasemaje na to the effect immediately. Benki ya Dunia wamesema hakuna extension, hakuna excuse ya kampuni ya kizawa wasimiti contractual obligations. Sasa tutaki ya kutafuka kwenye uchochoro nyuma, nisaidie, naomba extension, nataka hiki itakuwa mimi. Nataka fosi wako hadi uzalama, alimuone Katibu Mkuu wa uzalama, nahitaji kuongea naye haraka, na inaweza alikuja hapa kutisha lakini, na mimi nilisema open check. Sijapata mada nami, sijapata issue yote. Mvua zinakuja, saruji litakiwa, mchukue saruji kwa wingi. Mwaka moja uliopita, tunahifadhi pesa, sio shida kwenye mradi huu, umepata certificate. Actually, sisi tunawalaumu hawa mtumii, na kwenye mradi huu kama mtumii unaonekana performance yako si nzuri, na kama hawatumii hawa situmii nyingi, na mimi na uwezo mkubwa k sasa, na pesa zipo, hamuhitaji pesa za SMZ. Aa, akuuja foleni Asaidi bado, ichukue kwa uzito, donation yangu inawezekana ya kawaida, lakini this one nipate maamuzi ni inaweza kuwa ina shida, so au umesema naaa kisiasa, lakini halakini vifaa vifaa vua inakuja, umejipanga vipi? Naomba by Friday nipate details plan ya kutoka sasa hivi mpaka wa wachun kuongea mpaka tarehe ya leo tumejipanga day by day na injinia iwasimamie, na kama hawafanyi tuwaambie mapema. Kama ni changamoto ya meli, ukaa utani tutaweka. Kama ni changamoto ya saruji, la kwao wanatakiwa kunua mapema nyumbani kwa hifadhi. Kuna vast area hapa ya kuhifadhi vifaa. Kwa upande wake mratibu wa mradi wa elimu ya juu na mabadiliko ya kiuchumi Dr. Hashim Hamza Chande ameeleza kuwa hakuna changamoto ya malipo katika mradi huo wa Hiti Project unaoendelea kujengwa na wakandarasi wa Muhammad Builders. Okay. Hapa mradi sasa hivi hawa wanashakunia siku mia tatu na hamsini na tatu na siku zilizobadia kukamilisha mkataba ni siku mia moja na tisini lakini kuna delay liye...

kwa uweza a uuhakuweza kuinikaa awakongeza ezi na tumetoa mapendekezo weni ashauri a kusimamia kwa sababu, kwanza ni lazima kuongeza manpower katika ujenzi na pia kuhakikisha vifaa vyote muhimu viko katika site ili kuenzikana na tayai tunaiaaawaeaaukasnaye mkandarasi wa kampuni ya Mohamed Builders akizungumza kwa niaba ya mkuu wa kampuni hiyo, amesema watahakikisha maelekezo aliyopewa anayatekeleza, na ameeleza kinachopelekea kuchelewa kwa mradi huo mengi sana uiai

mwezi wa sita mwakani na a majengo yetu mawimi naweza kuona kwamba imefikia asilimia hamsini na tatu kweneta na kwa upande wa muda uliobakia huu mradi ulikuwa miezi kumi na nane umesha tumia miezi kumi na mbili imebakia miezi sita kumaliza huu mradi mpaka mwezi wa Juni mwakani. Kwa upande wa malipo ambayo tumeshapokea ni bilioni kumi mia sita arobaini na moja thelathini na tano mia tano na mbili pointi thamanini na nane, na kuna certificate ambayo tuneshaez abao tunategemea kupokea mwisho wa wiki hii ni amaunti ya milioni moja mia sita tisini na moja mia saba hamsini na nne mia tatu arobaini na sita pointi thamanini na saba. Kwa hiyo mradi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi kumi na nane mpaka sasa umefikia asilimia hamsini nukta nne na umecherewa kwa asilimia kumi na mbili nukta nne pia umebakisha miezi sita kukamilika kwa ujenzi huo. Kutoka hapa Zantime Media. Ni mimi Warda Hamid, usisahau so, kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare channel yetu hii.